Namshukuru Mwenyezi Mungu, nafikiri tumefika salama baada ya safari ya jana ile wa usiku, na tumeweza kufika salama, tumepata muda wa kurikava leo. Tumeanza section yetu moja ya jioni hapa vizuri, wachezaji wako katika afya njema, naona kila mmoja na anajaribu kufanya kile ambacho tunawekezana, sio? Nafikiri ni kitu kizuri kwetu, unaona, kiakili na kimwili wako vizuri. Tutafanya section training tena na kesho tm right kama hizi Tuko vizuri kwa maana kwamba tuko vizuri tuna tunajua tunataka kufanya nini katika mechi inayofuata. Tulicheza mechi na iliopita na Zambia tumepoteza, lakini narudi tena kwenye mchezo mwingine nafikiri itakuwa mchezo mwingine wa aina yake, sio? na tuko vizuri kuhakikisha kwamba tunashinda hii mechi. Nafikiri itakuwa kwa mechi ngumu na nzuri kwa sababu uh, na sisi tumekuwa kwa kiasi fulani, ndio maana tunacheza mechi za aina hii. Zamani ilikuwa hatupati kucheza mechi za aina hii sio? Kwa hivyo timu ambayo inakuwa inacheza mechi kubwa kama hizi na ni fursa kwetu kama timu , lakini ni fursa kwa, etu, team, fursa kwa vijana kuonesha kile ambacho anacho na naamini itakuwa mechi moja nzuri, tutajenga experience kwa wazaji wetu kuelekea katika mashindano mengine ambayo yanakuja, sio? FM.